Tunaweza tuna kitu kingine sisi zaidi wanawake kweli kuliko mama Samia? Jamani kweli, naomba mjiulize ndani ya roho zenu, tuna kitu kingine zaidi ya mama Samia? Na hakuna mwanamke mwenye akili ya ajabu kama mama Samia. Sijawahi kuona, sijawahi kuona hmm? maono hivi, hata wenzetu nchi jirani wanamuonea wivu. Haya maneno yanayopita kwenye mitandao ya kishenzi, haya ni wivu ni wivu. Sasa sisi tumfunike mama, tumpe koti, tumpe heshima kina mama, hata tofauti zetu. Au wengine hata mkiwapiga mbona hawatashinda? Kwa nini upige kura ya kupoteza? Nakwambieni kwa rais, kwa wabunge si shauri yenu, na madiwani shauri yenu. Kwa rais, ukipiga kura nyingine yoyote umeshindwa. Kwa nini unapiga kura ya kushinda? Pigeni kura, mama aibuke na kishindo kweli kweli, dunia itambue tunavyompenda, alivyotuheshimisha na alivyoheshimisha dunia. Sasa ndugu zangu, naombeni hilo, ndio ombi langu. Maisha ya mwanamke, safari ni ngumu, lakini tusikati tamaa. Yote ni yetu, nchi itajengeka kwetu sisi. Niwashukuru sana kwa kunisikiliza, na hongereni sana kwa kuja vizuri, mmevaa, mmependeza kama alivyosema kiongozi wangu pale, mnameremeta kweli kweli. Eti kule wale watu wa nje wale, wale watu wa nje ko kwenye mitandao eti tumewaudhi wa Masai, kwa hiyo Masai hawako upande wetu sisi. Nani kasema? nyewe wote siwalimko hapa, tuko hapa jamani, eh? Basi tumpigie mama wetu Samia kura zote. Mi mwenzenu na umri wangu huu bado na, nafanya kazi na tulikuwa tunafanya kazi sisi, hatulipwi tunajitoa na kujitolea na ndio kujenga nchi yetu. Mtu anayetaka kulipwa atafanya kabisa kama, kama kibarua, lakini anayefanya kutoka moyoni anafanya kama nchi yake. Asante sana modereta kwa